Bismillahi rrahmani rrahim. Ahibati fillah assalamu alaykum warahmatu llahi wabarakatuh. Wapenzi waamini, nahmadu llaha hamdan kathiran an jaalana fi youmi Arafa. Tunamshukuru Allah sana kule kutujalia kuwa ndani ya siku ya Arafa, siku ambayo kaiya pia mwenyewe pale aliposema, washahidin wa mashhud. Mashhud ni youmu Arafa na kinachoapwa na adhimu basi, basi, bila shaka kinakuwa ni kitu adhimu. Lakini yatosha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ndio siku Allah atajibahi na kujisifu na kujigamba mbele ya malaika zake, akiwaambia undhuru ila ibadi, waangalieni waja wangu, hawa wamenijia mimi eh, shotha ghubara wakiwa katika hali wachafu mavumbi nywele zao zimekaa vibaya, si kwa lingine, atauni min kuli fajin amiq, wamekuja kwa ajili yangu kutoka kila pembe ya ulimwengu. wa au wainni ushhidukum nami eh? nawashuhudisha nyinyi, anni kad ghafartu lahum, kwamba na mimi nimewasamehe dhambi. Ndio siku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba ndio siku Allah atawaacha huru watu wengi na moto, lakini vilevile vile, siku hii Allah tabaraka wa taala kajalia ndio siku anazikubali dua. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kasema, khairu duai duau yaumi Arafa, dua bora ni dua inayoomba siku ya Arafa, wa khairu ma kultu wa, wa ana wa nabiyuna min ba'di, na katika dua bora inayoiomba au maneno bora ninayosema mimi na mitume waliotangulia siku hii ni maneno la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Siku hii ndiyo ilitamaniwa hata na Mayahudi wakimwambia Omar, twatamani kuna aya iliyo kwenye kitabu chenu, lau ilishuka kwetu tungeifanya idi. Omar akamwambia, naijua ni aya gani, imeshuka wapi, siku gani? Alyuma akmaltu lakum dinakum waatmamtu alaikum nimati waradhitu lakum lislama dina, hii ni aya iliyoshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amesimama kwenye jabalu arafa, ndio ikaitwa yaumu arafa. Ni tukio la mahujaji kusimama kwenye mlima wa Arafa. Wapenzi wa umini, ni siku ambayo inatakikana iwe na thamani kwa muumini. Ikiwa myehudi anaitamani kwa nini kwako isiwe ndio siku muhimu katika dini? Itumie fursa ya siku hii, hasa inapofika wakati wa jioni, swala yako ya alasiri. Unaposali ukiwa una nafasi pale msikitini, baki mpaka jua kuchwa. Lakini ikiwa pia unko kazini, jilazimishe katika kazi yako baada ya salatu la asri, uwe utamakinika kumtaja sana Allah na kumwomba Allah kumsalia Rasulullah, na ibada yoyote utakaoweza kuifanya, kuisoma Qurani na nyinginezo. Wapenzi waamini, hii ni rehma ya Allah tabaraka wataala kwetu sisi, kama anavyosema Ibnu Rajab rahimahullah, lamma kana Allahu uh, subhanahu wataala qad wada fi nufus lmuminina haninan ila mushahadati beitihi lharam, ilipokuwa Allah ameweka katika nafsi za waumini mapenzi ya kuishuhudia nyumba yake tukufu. Wa laisa kullu ahadin qadiran ala mushahadati, na si kila mmoja ana uwezo. Kwa hivyo, Allah kafaradhia kwa mwenye uwezo mara moja kuihiji nyumba yake, lakini vile vile Allah tabaraka wa taala kwa wale wasio na uwezo akajalia wajaala ala musimi alashri mushtarakan baina alsairin waalqaidin, waweze kushirikiana katika zile siku kumi wale walioweza kwenda haji na wale waliobaki kwenye majumba yao kwa kufanya amali. Kwa hivyo faman ajaza ani lhaji fi amin, yule ambaye ameshindwa kufanya amali ya haji katika mwaka ule Allah tabaraka wa taala akamwekea nafasi ya uwezo wa kufanya amali ndani ya nyumba yake ndani ya siku hizi kumi, na itakuwa ni bora kuliko yule aliyokwenda jihadi katika wakati mwingine wote, na twajua jihadi ni bora kuliko haji. Kwa hivyo kule kuzikusudia siku kumi hizi kwa ibada, yeye atakuwa amefanya amali bora. Jitahidi na ujiu